Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dkt. Jakaya Mrisho Kikwete amesema ifikapo mwakani, ada za shule za sekondari zitafutwa ili kusaidia watoto wote kufika kidato cha nne na sio kuishia darasa la saba na kuweza kufikia malengo ya matokeo makubwa sasa ifikapo mwaka elfu mbili na ishirini na tano ya kuwa na uchumi wa kati. Tupate taarifa kamili kutoka kwa Esta Bela Malisa imebainishwa wakati akizindua sera ya elimu na mafunzo kwa mwaka elfu mbili na kumi na nne itakayosaidia kubadilisha mfumo wa elimu nchini ili kuweza kushindana kimataifa na kutoa fursa kwa wote, ambapo mwaka elfu mbili na tano kulikuwa na shule za sekondari mia tano thelathini na moja na hadi kufikia elfu mbili na kumi na nne zimefika shule elfu nne mia tano sabini na sita. Rais Kikwete akakiri kuwepo kwa matatizo katika sekta ya elimu na sio kwa Tanzania pekee, jambo ambalo linawasukuma kutoa bajeti kubwa kuliko wizara zote ambayo ni asilimia ishirini ya bajeti nzima ya serikali. Katika kila nchi kuna mjadala unaoendelea kuhusu ubora wa elimu, kuhusu fursa ya elimu. Mwaka wa fedha elfu mbili na tano elfu mbili na sita elimu ilikuwa imetengewa shilingi bilioni 669 na nukta tano mwaka huu wa fedha, elimu imetengewa trilioni tatu na nukta moja. Hafla hiyo ilihudhuriwa na viongozi mbalimbali mbali wa serikali, na hapa waziri mwenye dhamana ya elimu, waziri wa elimu na mafunzo ya ufundi, Dr. Shukuru Kawamba akaelezea mabadiliko ya sera ya elimu na mafunzo ili kuenda na wakati. Sera hii inalenga katika kutoa mwelekeo wa elimu na mafunzo nchini kwa kuzingatia mabadiliko ya kiuchumi, mabadiliko ya kijamii ya kisayansi na kiteknolojia na changamoto za elimu na mafunzo kitaifa, kikanda na kimataifa ili kuongeza fursa, kuongeza ufanisi na kuongeza ubora wa elimu na mafunzo nchini. Wakati huo huo Rais Kikwete alipata fursa ya kuzindua maabara ya shule ya sekondari ya majani ya chai ambayo imejengwa baada ya kuzitaka shule zote kuwa na maabara za kisasa na kuwataka waliokuwa hawajamaliza wamalize haraka kabla ya mwezi wa sita mwaka huu. Tumeona vijana wetu wanavyopata elimu ya sayansi kwa vitendo. Those young ladies and boys, kwa lugha ya Kiingereza nilisema nimeongeza muda wa miezi sita, kwa sababu mwezi wa sita nitakuwa bado mie rais kamili. Kama itabaki shule haina maabara, basi watu shule hiyo watu wa viongozi wake wote, yani ni mbumbumbu. Hujapata kuona naye mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Said Mek Sadiki akaelezea idadi ya maabara katika mkoa wake zilizojengwa, wakati nyingine zikiwa katika hatua za mwisho, ambapo pia baadhi ya wanafunzi walifurahishwa na hatua wa hiyo. Sisi wa Dar es Salaam tumekwisha kamilisha Mheshimiwa Rais, ujenzi wa maabara mpya kabisa 281 zenye thamani ya shilingi bilioni kumi milioni mia tisa thelathini na sita laki nane themanini na saba mia tano themanini na mbili. Kukamilika kwa maabara hizi inafanya shule zote za serikali kuwa na idadi ya maabara tatu na kuendelea. Mwanzo kwani tuna maabara moja praktiko pra, nyingine zinakuwa zinapotea, inakupwa, hazifanyiki. Kwa hiyo tulipopata hizi maabara tunashukuru sana, tunaweza kufanya mbali na ongezeko la shule za sekondari pia vio vya elimu ya ufundi vimeongezeka toka mia moja themanini na moja mwaka 2005 hadi kufikia vio 744 mwaka 2014, huku vio vikuu vikifikia vio 50 mwaka 2014 na kutoka vio 26 kwa mwaka 2005 na kufikia wanafunzi zaidi ya laki mbili na nusu toka wanafunzi elfu arobaini na saba Esta Bela Malisa, Azam TV